Prophet. Mm. Nashukuru Mungu nimepata passport. Mm. Baada ya kufundisha somo la kwamba ili ufanikiwe lazima usafiri, usafiri eh. Kusafiri ni moja ya njia za mafanikio za mwanadamu, watu wengi wanakaa sehemu moja mm, wanaogopa yani kwamba ah, sasa mimi, mimi ndaenda, ndaenda Kenya sina ndugu, ndaenda Uganda yani ana aidia kufanya biashara katika maeneo mbalimbali, lakini bado ana ile hofu kwa hiyo akaniambia nimepata paspoti na namshukuru Mungu umora, nimesafiri kwa mara ya kwanza kwenda Malawi mm. na nimepata fursa kule mm. Nimepata biashara, nimepata bidhaa za kupeleka kule mm. Kwa hiyo unaona matokeo. Kwa hiyo mimi nafundisha uhalisia wa maisha mm. Nafikiri hiko ndo kikubwa ambacho watu wananipendea. Sidhani kama kuna kingine zaidi ni zao langu ile, kwa sababu kama mzazi akiwa na watoto mm. eh, na mtoto akafanya vizuri au mtoto akaonyesha kile kitu ambacho eh, kikubwa, mzazi anajivunia kwamba ni zao langu mm. uh, mambo yako mambo mengi mm. yako mambo mengi ambayo wanajivunia, kwanza kwa watu wangu wa karibu mm. protoko wangu. Unaona mimi na protoko kumi okay. hawa protoko kumi sio protoko wa IPM mm. ni protoko wa Embassy of God for Nations I, na, na feel proud kwanza wote wana passport sasa hivi. Oh, wote, wote kumi wana passporti, international passporti. Kwa hiyo nchi yote, nchi yote wanakwenda na hizo passport, sio miliki yangu mm -hmm. Ni miliki ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliyowakabidhi wao okay. so mimi najisikia raha kwamba wao ni na watu sasa wana passport mm -hmm. Then, na wote wana leseni ya mm -hmm. kuendesha gari mm -hmm. wote wana mashamba mm -hmm. yani Huyu ana shamba, huyu ana shamba, huyu ana shamba, huyu ana shamba. Then sasa hivi nataka wote wawe na nyumba. Of course wako wengine ambao wana nyumba, mmoja ana gorofa huko Goba, lakini nataka nataka, kuna ploti ambayo nataka wajenge nyumba wote yani kwa pamoja, kwamba hawa ni protocol wa Prophet IPM. oh. protocol wa Embassy of God Foundation so magari the same pia nataka wote wawe na magari hata kama wengine wana magari tayari, lakini nataka magari ambayo wameyapata kutokana na mimi. Kwa hiyo natamani watu wangu walionizunguka, viongozi wote wa Embassy of God for Nation, kila mwaka nataka wawe wanafungu ambalo wanalipata. Okay. Na tutaenda zaidi mpaka kwa waumini, yani kuwe kuna fungu kwamba ukisali kwa IPM baada ya mwaka kuna fungu unapewa oh. eh, muumini kama muumini anapewa fungu lake, bwana hilo hapo, kwa sababu nimeanza na nimeona hivyo. Kwa hiyo oh. Eh, mi na, na, nasikia raha yani yani, nas, nasikia sifa yani mm. kuona watu wangu wa karibu wanapata nuru ya maisha wanapata nuru ya <clears throat> maendeleo ya mwili na ya roho mm. na waumini wangu pia wanapata nuru. Kwa hiyo ukiniambia ni wangapi wana feel proud nimeanza nao kwanza mm. lakini pia mambo yao pia yanafunguka. Ukiingia Instagram utaona watoto wangu wengine wengine, mimi nawazuia wasiongee. oh. kuna mmoja yule alizungumza, nimejenga hoteli na milioni 400 na mm. hivi yeah, uh, eh, maneno yakawa mengi kweli. Ah, sasa yule ni, ni muumini sio protoko oh. eh. kwa hiyo mm. Eh, na mwanangu mwingine pia ana sheli mbili oh. E, eh, alianza, alikuwa anauza mafuta ya kawaida akaja hapa nikamfanyia kazi tukafanya kafara tukachinja oh, tulichinja mbuzi wengi e, oh. Ah, mbuzi chinja eh, mbuzi hapa wakutosha awafiki, lakini tulichinja mbuzi wengi <clears throat> baada ya kuchinja mbuzi tukafanya kafara tukampeleka baharini tukaomba baraka tukamwogesha maji ya bahari tukamfanyia kazi nyingi za hatari zile, kwani baharini, simbona Yesu atembea juu ya maji? Ndugu mwandishi wa habari, hapana. Mafanikio, watu eh, apa, na, mafanikio yani, ndi, mimi ndio kinacho maybe kinachoniponza au hmm. Sijui kusema ukweli, eh, eh, uh... mi sipendi uongo, huwezi kufanikiwa kwa uongo uongo oh. Kuna njia za kufanikiwa, dunia zinaongozwa kwa sheria na kanuni eh kwa kuna sheria na kanuni lazima uzifuate ili uweze kufanikiwa. Kwa uwezo ukasema ukienda baharini wewe mshirikina, Yesu alitembea juu ya maji. Yesu alitumia sana bahari. Wana wa Israeli walipita katikati ya bahari. Kwa kuna maana katika bahari. Kwa hiyo haina maana kwamba ukienda baharini watu wanakimbilia tu, anaenda kuomba majini. Hapana, bahari siyo majini, bahari ni ya Mwenyezi Mungu. E, kwa hiyo ni, ni zile njia na taratibu Mwenyezi Mungu anazokuongoza kwamba huyu fanya hivi, fanya hivi. Basi kwa hiyo sasa hivi ana sheli mbili sasa ku, mtaji wa sheli ni bilioni moja pointi three mtaji, e, mtaji wa sheli yani ukitaka kufungua sheli bilioni moja pointi three Kwa hiyo e, maanake kama ana sheli mbili e, na ameshafanya sasa anaendelea vizuri. Kwa hiyo lakini nimemzuia ile siku alikuwepo na nikamzuia nikaambia usipande mbe usiongee mbele ya kamera kwamba kwa sababu kuna husuda nyingi Eh, kuna maneno mengi. Basi, naona leo kuna klipu inatembea mtandaoni huko, Sheikh kasomewa kisomo kangoka. Eh, kwa hiyo kuna vitu kama hivyo, unapokuona watu wanapoona mafanikio yako, watu hasadi ni nyingi. Watu wanapokuona umekuwa maarufu na fedha una nyumba nzuri. Ndo maana unakuta watu wengi wamefanikiwa wanavaa vikanzu tu vimechoka. Watu wengi wamefanikiwa wanajificha ficha wanavaa nguo nguo tu za ajabu, ajabu. Ni kupunguza, kwa sababu ukiwa na, ukiwa na maisha, watu wanajua ila atlist tu upunguze uno minong'ono ile bwana eh, bwana eh, unaona gari alokuja nalo eh, angalia bwana hivyo eh, hey. Kwa hiyo unakuta wakati mwingine kufanikiwa nao ni changamoto, inabidi uanze kuishi kama unaishi kama kunguru pia. Hapo hapo uh, umesema kwamba unaweza kufanikiwa lakini ukawa unatembea na vini nini vibukuta vidogo vimechanika chanika. Uh, kuna message pia ambayo watu wanaichukua kutoka kwako, labda hizi fedha sio halali mm. Eh, labda za mashariti kuna njia nyingi hapo. Wako wanaofanya hivyo kwa lengo la kujilinda na maadui hasidi. Eh, unajua sasa hivi, ndugu mwandishi wa habari, mi IPM nikisema jamani, nimechukua bilioni mbili kwenye akaunti yangu naenda Morogoro, naelekea Morogoro, sitofika. Unafikaje sasa una bilioni mbili? Eh, wahuni, wahuni, wahuni wahuni wahuni wengi. Wale eh, wataichukua aidha waichukue bilioni mbili au wachukue roho yako. Kwa hiyo kuna hali fulani, ndio maana fedha iende yenyewe. Fedha inashindikizwa na nini? Na security na watu wana mashine namna hiyo. Kwa hiyo ni lazima watu waelewe, kuna watu ambao wanaamua kutojionesha maisha yao, kuishi kawaida, wanaficha ficha kwa sababu ya kupunguza hasadi, lakini wengine ni masharti wamepewa na mganga, bwana wewe, utakii kuvaa nguo mpya utakiwi kulala kwenye kitanda kipya, utakiwi kuendesha gari jipya mm. Utakuwa na mali lakini, yani si unajua shetani anakutesa tu mm, ma, e, au utakuwa nalala kwenye jeneza, vitu kama hivyo. Unakuta mtu analala kwenye jeneza ndo kitanda chake mm. Nilimuona mmoja, yeah, a, jene, a, yule alikuwa nalala kwenye nanio nini, aya mawe ya msolwa, kokoto za msolwa eh? Yeah. eh, e, alikuwa wakoto. Ana gorofa kama tatu hivi pale Kariakoo ko, alikuja hapa <laughs> akanambia, IPM mi naomba unisaidie unitenganishe, kwa sababu mwanzoni alivyopewa hilo sharti aliona kwamba ni sharti la kawaida tu, ah, kulala tu kulala kwenye kokoto tu ah, hiyo mi naweza ilibani nina mali kokoto chache au kokoto chumba kizima. Kwa sababu alivyokuja hapa mi nilimwambia, mi nilimwambia rudi kwa mganga wako, kwa sababu hmm. eh, mtu kwanza kisha kuambia ana gorofa Tatu, sana, kushtua, kwanza roho eh, tena Kariakoo. Kaambia rudi kwa mganga wako. Mimi IPM bwana mdogo sana, hamna bwana hivi na hivi kuna. Kiongozi kule bungeni kanielekeza kwako, kanaambia wewe unajifinja tu lakini una uwezo mkubwa na nini hivyo. Akaenda pia Komoro akawaambia hivyo hivyo, mna mtu pale Tanzania. Eh, huyo e, huyo mganga huyo ni, ni ustazi tuseme, lakini anasomea somea mambo ya dua. Asa ni mtu ambaye ananifahamu mimi toka zamani na anafahamu uwezo wangu. Eh, kwamba nikifunga miguu yangu chini nikafanya jambo lazima litokee. Wakaambia nanyi mnahangaika wakati jamaa yupo. Wakaambia na yule jamaa sasa hivi mchungaji bwana. Mchungaji ambaye haiwezekani ambaye hey, eh, bwana. Kwa hiyo mwamba hasa alifuunganisha haya matukio hmm, ikabidi aje. Kwa hiyo mimi nikamwambia kwanza sina... mm. kwamba yule alikuwa na wakomola na alikuwa na kufahamu kabla hujawa mchungaji eh, wewe ni Muslim. Oh. Hey, kwa unafahamu ufanye haya mambo hey. Anajua huyu mtaalamu wa hizi kazi, tiki dua inaacha kutikisha, eh, watu wenyewe sisi wazee walata kurabu zina yeah. Unajitenga tu na maasi, Mwenyezi Mungu si anakujibu dua, okay. haitaki uchafu oh. E, watu wengi wanasoma dua lakini uchafu mwingi, wanalala na wateja mm. zinaa nyingi, ufisadi na nini, mm. unaweza ukamwomba Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu akakujibu kabisa, mm. roho yako ikiwa safi, sa moyo wako ukiwa msafi, tabia yako, matendo yako yakiwa masafi, kuna watu wakikuombea dua kwa Mwenyezi Mungu zinatiki hapo hapo, okay. sio kwa sababu wamesoma sana, mm, kwa sababu ya matendo yao. Yani, Mwenyezi Mungu anawajibu kutokana na matendo yao. sasa Viongozi sisi wa dini wa siku hizi, Mungu atusaidie, tumekuwa na makandokando sana. Ndio maana tunawambia watu ndakusomea dua we afu aitiki e. Mwisho wa siku isipotiki, ndo inabidi tuingie mlango wa nyuma sasa hmm. E, tuanze kusoma mavisomo sasa ya kishetani huko, ambayo yameharamishwa na Mwenyezi Mungu ili kujithibitisha kwamba tuliyoyasema yametokea. yes. mm. huyo huyo wa ghorofa tatu. hmm. Ah, mi nikaambia tu siwezi kuwa kana nilazimisha. Akaja siku ya pili tena mm. Basi ndo nikaambia tuende basi nyumbani kwako tukazungumza. Akanichukua hapa na lishangingi hapa li Vietel, mm. milioni mia nne uu mpaka kwa Kimasaki mm. Tukaingia ndani pale. Yeah, sasa mi niofika tu mlangoni na i sense mm. sababu ya viumbe wale yeah. Viumbe wanaambia oya, umeingia umeingia, utaalamuni hapa yeah. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <Zimua kutambuwe>. yeah. <Hey. laughs> Amona hmm. yani yani, kaka, watu wana hela yani, nyumba imejaa, amna pale gari gari ndogo alo kuja, alo kuja ni hiyo alokuja kunichukulia hiyo ya milioni mia nne zilizobakia zote, yani mashine kwanza, bibi e, gari bilioni mbili, gari bilioni 1.2 gari milioni mia saba milioni gari, yani zile gari za kifahari. Kwa hiyo tukaingia, tuka kanipeleka mpaka chumbani kule Tulivofika chumbani kokoto kabisa, kuna limbuyu le, kaweka limbuyu kaweka kwenye kona kule, hmm. Alafu kitambaa, yani ni madhabahu kabisa, kitambaa kama kwa mganga yani, yeah. Kitambaa cheusi nini, lakini palipobakia kote kokoto. Kwa hiyo hapo anatakiwa alale kila siku alale, kwa hiyo mbavu zinamuuma, anasikia mateso, hawezi kuzaa, amekatazwa asizae, asi asi, kwahiyo okay. okay. Hey, asitembee na mwanamke kwa hiyo unakuta yani kapata mali lakini anaona kwamba kwa nini? kwa hiyo mm. Nikamwambia bwana hiki inawezekana, lakini kuna mambo lazima tukubali kuumia mm. e, ili kuna mambo yatayumba kidogo mm. e, ili kuweza mtikisiko kidogo, mtikisiko lazima e, kwa sababu kila mali ina asili yake mm. e, kila utajiri una asili yake mm. e, <coughs> Kumbukumbu Kumbu la Torati 8:18 nasema, kwa maana yeye ndiye awapae nguvu ya kuupata utajiri. Kwa hiyo kila utajiri unauona kwa mtu una asili yake. Kuna utajiri wa asili ya Mwenyezi Mungu, kuna utajiri wa asili ya kurithi kwa mtu, kuna utajiri wa, ku, wa kupewa na mganga. Sasa kama utajiri huo una asili, aliye na asili ndo atakaye control huo utajiri ulionao. kwa hiyo sasa wakati mwingine ndio hivyo watu hawajui wa masharti, baadaye anakuja kutokea nini? Hmm. Sasa, ukishaonja hela inakuwa kawaida, mchukue mtoto wako unamtoa. Hmm. Chukue wa pili unamtoa. Hmm. Kwa sababu naangalia kweli nirudi kwenye umasikini. Hmm. Kwa hiyo unajikuta unamaliza watu. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuwaasa. Hmm. Wa, wa, wa, ndugu eh, watazamaji na wasikilizaji wa kipindi hiki kizuri kabisa. Hmm. Bora utafute mali isiyokuwa na aibu. E, mali na aibu. Uzuri wa mali ni uwe na uwezo wa kutumia na ndugu zako, uwe na uwezo wa kula na rafiki zako naaiajrwaksaa kumi na mbili aj uutakikuwapa aula giza likiingia, utajiri huo utaki kumsaidia mama yako, utajiri huo utaki kusaidia ndugu zako. Kwa kuna, kuna masharti, masharti ya kishenzi, shenzi ambayo haya na maana yoyote una uwezo wa kutajirika ule, ule ya... ule utajiri, ule utajiri wa kuto kumsaidia mamako au ndugu yako au baba yako mamako au baba yako. E, si masharti unapewa ndagu, kisukuma tunasema ndagu. Kwa hiyo unapewa ndagu, e, unapewa ndagu, ndagu hii bwana, unaweza ukamsaidia mtu yoyote, lakini hutakii kusaidia watu wa nyumbani kwako, na mara nyingi utajiri huo unachukua baadhi ya nguvu kutoka kwao. Eh, yani you una, you use them unawatumia, eh. Kwa hiyo unakuta mama anakulalamikia, mwanangu nisaidie, na unaumia kweli, unawishi kumsaidia, lakini masharti yamegoma. Mdogo wako, ndugu zako, na mara nyingi huwa ni wadamu eh, ndugu zako wadamu, sababu uh, mama, baba, wadogo zako, dada zako, yani ile familia ile utakiwi kuwasaidia kabisa. Kwa hiyo unajikuta Uwezi kuzunguka labda, inawezekana rafiki yako akafanya, lakini sio itoke kwako. Unaweza ukauzunguka mbuyu, mbuyu ndo unakozunguka wewe <laughs> <laughs> <laughs> e. Okay. Wewe uwezi we, we, kucheka una mapengo afu ukategemea ulimi usionekane oh. Lazima ukubali matokeo. Eh, unaponyoa nywele lazima uamini nyingine zitaota. Mm. Yeah. Kwa hiyo mambo yakaenda sawa kabisa kwa msaidia huyo eh, sasa mm. Mengine ni asiri sana, yeah, deep sana siwezi kuya expose mm kwenye social media mm, lakini nashukuru Mungu alip, tulipambana pambana. Mama yake aliumwa vibaya sana yani, ilikuwa ni vita kubwa. Ilibidi tutoke hapa mm, tuende mpaka kwao mm. Umeona bwana kumpambania bi mkubwa sababu alikuwa anangoka, sababu moja ya masharti alijua kuna namna ya kumchomeka bi mkubwa kwenye utafutaji. Sasa hizo nazo zikawa ni ngumu sana na nini. Umeona bwana, ikafika hatua mpaka yule mganga nampigia simu, anamwambia mimi nitakuua wewe, uwezi kuniharibia kwa sababu <laughs> yani ni ufalme kwa ufalme. Kwa hiyo vita ilikuwa ni kali sana, lakini mwisho wa siku tunashukuru mambo yalikuja aka ya yakasaidika. E, akafanikiwa akasimama, e, na akakaa sawa. Amenipa, amenipa zawadi ya ki, kiwanja oh. E, a, meipa kiwanja ha, <laughs> <Masaki>. <laughs> <laughs> sisi, sisi, sisi, sisi wategeta <laughs> Masaki kuna wenyewe akina MDJ huko sasa hivi analala ana maisha mazuri na, na, na, gorofa na, na zake zipo vile vile tatu hazijaongezeka, ziko vile vile tatu. Okay. Ila mamiradi ana, anaenda China sana ana kurudi, na kurudi China anarudi anafanya shughuli pia na kiwanda cha ngozi pale Mbea. Amejikita kwenye dhahabu sasa hivi eh, vyake. Kwa hiyo ana vitu vyake vikubwa anafanya, kwa sababu kama asingefanya hivyo maanake angefirisika mpaka mia, angekuwa hana kwao. Ananishukuru kwa kuweza kufanya hivyo. Kwa hiyo tunasonga mbele ndio maana hata wakati mwingine unakuta unakuwa wakabi sana waumini. Mm. E, toa toa unawakaba sana ah, kwa sababu tayari kuna watu wengine pembeni huko. Okay. Mimi nina tabia moja, mimi na create watu. Yaani mm. Ndicho ambacho Mungu alinifunulia toka zamani. Create what? watu. E, nasema kingdom, yani mimi natengeneza kingdom yangu. Okay. Ukishatengeneza kingdom yako, maana yake mimi nikiwa na watu wa kumi tu waliofanikiwa. Mm. Hasa kama mtu anaweza akawa na akawa na uwezo wa kujenga hoteli nne hmm. za milioni mia, yeah, nne, unaelewa vizuri, na wanangu wana mabasi, unaelewa vizuri, na wanangu wanafanya kazi ya dhahabu, wana migodi, wana migodi sio kufanya tu, wana migodi, wana migodi. mmoja huyo hapa huyo. Oh. watu wana migodi wanangu wao eh, sasa mtu kama ana mgodi mimi siwezi ku watu eh, eh. Uh -huh. Kama wana migodi mm -hmm. Sijataiko wapi tena watu kama wana migodi, maana yake sio yani, yeye anamiliki mgodi. Yeye huyo hapa Simona okay. Anavyoniambia hivi mm. Hivi huduma hivi ombi langu hivi yeah. Na hivi madini ya dhahabu inapatikana mgodi wa hivi na hivi shivi yeah kilometa hivi hizo hapa, naona tena ni mbunge oh. Mwanaye ni mbunge, alafu yeye ana mgodi, alafu mi ndo namuhudumia na mgodi. Sasa ukishakuwa na washirika hiyo, hmm. manake, wa namna wa hiyo kumi ishirini, manake waumini wanaokuja kanisani ambao wana hali ngumu, hawa ndo wanawasapoti pia, naela vizuri. Kwahiyo wee unakuwa uabani aa, masikini zaidi un, sana unataka uwabadilishe waba, na wao maisha yao mm -hmm. Watokane na umasikini na wao wafanyaje, wapande juu mm -hmm. Ndo na nachokifanya mimi. okay. Eh, e, wakawa vizuri, huo uwezo mimi ninao asilimia mia moja. Kama mtu anabisha aje, anipime, aje, anipime kwamba ipime, hebu, hebu mbadilishe huyu jamaa huyu masikini mm huyu -hmm akae na mimi nimpe nondo zangu nimpe kanuni zangu hmm. Alafu tuone baada ya miezi kadhaa, alafu utaona kitakachotokea atakuwa vipi eh? hmm. okay. wana wana mi hmm. Ona, wamejaa wanawake tupu ilikuwa eh, inaniuma sana hiyo, eh, kitu inajulikana kwamba wanawake si